Wanafunzi wa shule hiyo wameeleza shukrani zao kwa watumishi wa MUST kwa msaada wa vifaa vya shule, lakini pia wameeleza changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo ukosefu wa sare na viatu vya shule, hali inayochangia baadhi yao kuwa watoro. Ninapenda kuwashukuru wageni wetu waliokuja siku hii ya leo kutetea hizi zawadi na kuwaletea wale watu ambao wana mahitaji muhimu ambayo familia zao kidogo zipo duni. Ningependa wanafunzi wenzangu tukazane kusoma tena hasa tukazani kusoma sayansi ili tuje tunufaike baadaye, wengine tuje kuwa madokta, injinia, waasibu. Kwa kuwapongeza chuo cha Mbeya University Science and Technology kutuwezesha na kutuletea misaada hii, tunawashukuru na Mungu awabariki pale mlipotoa patu kuwasibishia, tunawapenda na tunawaahidi tunasoma Kutimiza malengo yetu. Mwalimu mlezi wa shule hiyo, Kissa Mwambije, amewataka wanafunzi hao kutumia fursa hiyo kama chachu ya kuongeza bidii katika masomo yao ili kutimiza malengo ya maisha yao. Tunawashukuru sana kwa kutuona kwamba katika shule yetu pia tuna watoto wenye mahitaji mbalimbali. Tunashukuru kwa kuwa mmeliona hilo kama wazazi pia kwa hawa watoto wetu. Kwa ushirikiano ambao mmeuonyesha, kwa kweli tunawashukuru mno. Karibuni sana. Tuendelee kushirikiana katika kulilea hili taifa la kesho. Lakini pia kwa watoto wetu, tunaomba kwa hiki walichokifanya hapa, ebu mkajifunze, mkaongeze bidii katika masomo yenu, ili muweze kufikia malengo yenu. Lakini pia tunashukuru, mmetung'arisha hawa watoto. Zawadi hizi sio kwamba zitakuwa kwa ni za kwao peke yao binafsi ni zawadi hata kwa familia zao. Kwa upande wao, Dkt. Festo Namayara kutoka Chama cha Wahadhiri wa MUST na Dkt. Duo Chengula wamewahimiza wanafunzi hao kujitahidi katika masomo yao kwa kuwa elimu ndiyo msingi wa maisha na mafanikio yao ya baadaye. Kwa hiyo maana kwamba pale kuna kuna we, uwezekano mkubwa sana wa kupata choices, yani chaguo sahihi la programu ipi uweze kusoma. Tunaandaa ki pale kwa ajili ya kufanya mambo ya biashara kabisa utakuja kusoma mambo ya biashara tunakukaribisha sana Musti, na utakuja kuwa engineer au kuwa scientist, tunakukaribisha vilevile Musti. Sasa hivi serikali e, mitaala mingi tunayoenda kuifundisha kwenye shule za sekondari na, na shule za msingi ni ile ya, ya amali nyisi mnafahamu mm -hmm. E, kwa hiyo kwa wale wanaokuja wale wataanza kufu, kusoma hiyo mitaala ya amali pale kuna ndaki kabisa ambayo inafundisha walimu watakaoenda kufundisha hiyo hayo masomo ya nini hiyo mitaala ya amali. Msaada huo ni sehemu ya mpango endelevu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST kusaidia jamii zinazozunguka chuo hicho, hasa zile zenye uhitaji mkubwa wa msaada wa kielimu na kimaendeleo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.